Unajisikiaje baada ya ushindi huu? Kabisa, nimefurahi. Mimi natoka Burundi, but naishi Deben. Nilikuja kwa shangwe kubwa sana kuona hii match, maana ni machi ambayo tulisikia na tukasema hii machi lazima tuje tuione. Stellenbosch ni timu ya hapa Afrika Kusini, ni kipi kilikusukuma ku support timu ya Tanzania? Nili support because Tanzania ni nchi jirani Burundi for everything. So that's all. Nika... Yeah. Yeah. Si tuko wana familia hapa Tanzania hapa sana na wa Burundi tunashirikiana mambo tofauti tofauti. Ni wakati gani ulikuwa una feel kama unatamani kama hata ukimbie uwanjani au ujifiche kwenye mchezo wa leo? Yani sijui niseme aje, naitwa Noela mi na yani, si ni Mkongomani, nilivyosikia anacheza leo yani sikuwa a nikampigia rafiki simu wapi yani, na ni sehemu gani ikatumiwa direction and then nikakuta machi iko vizuri. Shukrani sana, kila la heri. Hawa ni baadhi ya mashabiki wa kundi la Msimbazi Simba. Mwingine huyu ni kutoka nyumbani Tanzania. Ndugu yangu, naona tiketi yako haijaenda bure. Nashukuru Mungu, nashukuru Mungu kwa kweli. Uh, awali ya wote niwapongeze wachezaji, wamejituma sana. Mechi ilikuwa ngumu sana, nadhani mmeona mechi ilikuwa ngumu sana kwanzia dakika ya kwanza hadi ya mwisho. Tumeanza vizuri tukapata penati, lakini VAR ikakataa ikasema sio so penati. Tunashukuru wachezaji wakata tamaa, tuliendelea kuwashangilia kwa, kwa nguvu zote. Mwisho wa siku Mungu amesaidia, tumetoka suluhu ya bila magoli. Finali Berkane kawapiga watu chuma nyingi sana, nini kinakujia kichwani mwako ukifikiria kati ya Berkane pamoja na Konstantini, mechi ilikuwa ni, ni ngumu. Jamaa wanacheza kwa kasi sana, wana speed na wana accurate sana kwenye kufunga magoli. Naamini uh, kocha wetu atakuwa ameangalia ile mechi na ataangalia mechi pia ya jioni ya leo nayocheza, naamini atakuja na mbinu ambazo tunaweza tukawadhibiti kwao na sisi tukaja kupata ushindi hapo kwetu uh, uh, uh, Tanzania.